isobarosiko kalendari hafi se si yose ikoresha ari afeke kalendari yadukoresha ubu ngo bayita gregorian kalende iyi yakozwe mu 1582 ishyirwaho na papa gregory wa cumi na gatatu iyi yasimbuye julian kalende yakoreshwaga mu myaka 50 mbere y'ivuka rya yesu aha hari mu gihe cya julius cesar julian karende yari ifite amezi cumi na gatatu buri ukwezi kwageraga iminsi 28 ufashe iminsi 28 ugakuba n'amezi 13 ibi bingana n'iminsi 364 ibi neza byenda guhura n'ukuntu no runa syko ikora ukuntu ukwezi mu kirere kugenda kuzura ubundi ukwezi kwa karindwi juray twaturetse kuri julius cesar naho ukwezi kwa munani august guturuka kuri imperia augustus muri kalendari dukoresha ubu ngubu havuyemo iminsi cumi yose ikindi ukwezi kwa cyenda n'ukwa cumi na byo ntabwo biri ku murongo septemba ni ukwezi kwa cyenda ariko ijambo septo bisobanura karindwi naho octo ni no, umunani mbere septemba yari ukwezi kwa karindwi naho oktoba ari ukwezi kwa munani ariko ubu ngubu barabicurikiranyije ugeze nanoba igihugu gikoresha kalendari ya nyayo ni etiyopiya yonyine ubu ngubu bo baracyari muri bibiri na cumi na karindwi niyo bagirwe gukora falo